Ukiachana na uwezo, mi ninaponunua simu mpya huwa nazingatia sana mwonekano wa simu hiyo, yani design kwa ujumla. Leo nimekuandalia list ya simu kumi zenye mwonekano mzuri sana, uwezo mkubwa na kamera kali kinoma noma, lakini bei zake ni kitonga balaa. Simu hizi zinauzwa kuanzia laki mbili mpaka laki tatu tu katika maduka mengi nchini Tanzania na tutacheck specification kwa kila simu pamoja na bei. Sasa tusipoteze time, au sio? Tuanze na namba moja ambayo ni Infinix Smart 8 Plus. hii ni moja kati ya simu zenye mwonekano mzuri sana. Mwonekano wa kamera zake kwa nyuma ni macho matatu, lakini design yake kiujumla mimi nimeipenda, imenivutia. Tutazame specifications. kwa upande wa RAM simu hii inakuja ikiwa na 4GB pamoja na 64 storage, lakini pia unaweza ukaipata kwa GB 128 na na RAM 4GB kulingana na bajeti yako na duka ambalo umeenda, lakini kamera ni megapixel 50 kwa kamera ya nyuma, lakini kamera yake ya mbele inakuja ikiwa na megapixel 8 na kamera ya nyuma ina uwezo wa kushut video mpaka 108 pixel na frame rate ni 30. so kwa wanangu content creators, kama no, unahitaji simu ya kuanzianzia maisha pia unaweza ukaitazama vizuri simu hii yenye megapixel 50 au sio? kitu kingine ambacho nimependa sana kwenye simu hii ni uwezo wake wa kukaa na chaji kwa muda mrefu sana. Betri ya simu hii ni 6000mAh, so ukiichaji mara moja haitakuhitaji tena kuzurula na chaja ovyo mitaani. Kuna watu tunawafahamu huwa wanapenda sana kutumia brand fulani ya simu, lakini kila siku tunaona wanazurula na chaji ya mitaani wakati sisi Infinix, ah, hata tutembe na chaja anyway. <laughs> simu hii inapatikana katika maduka mengi nchini Tanzania kwa bei ya shilingi laki mbili na elfu sabini mpaka laki tatu yani inacheza hapo kulingana na duka ambalo wewe umeenda, au sio? Lakini pia kulingana na tamaa za muuzaji. Lakini laki mbili na sabini ndio bei elekezi ambayo mimi nakupa, so ukienda duka lolote uwaambie nataka Infinix Smart 8 Plus, nina laki mbili na sabini hapa au sio? Anyways, namba mbili ni Xiaomi Redmi 13C. Hii ni moja kati ya simu bomba sana. Kuanzia muonekano wake, inakuja ikiwa na macho mawili hapo nyuma kwa upande wa kamera, sindio? Lakini design yake pia ni fresh, ni design nzuri sana ambayo unaweza ukaitoa na kuitumia popote pale bila kusikia aibu, sindio bane? Okay kwa upande wa storage Xiaomi sio choyo kabisa. Simu hii inakuja ikiwa na mia moja ishirini na nane gb kwa upande wa storage, lakini ram ni 4 gb, na pia unaweza ukaipata ikiwa na ram ya 6 gb ama storage ya mia mbili hamsini na sita gb ikiwa na ram ya 8 gb ni kulingana na bajeti yako tu, itakuwa imerange wapya usio lakini main camera ina megapixel 50 pia, so unaweza ukachukua picha kali sana, vichupa vikali, kama ambavyo nimekuambia kwamba simu hii ina macho mawili, so jicho lake la pili pia lina megapixel mbili na kwa upande wa selfie camera ina megapixel 8 pia, na ina shoot frame rate 30 108 pixel au sio bana? Okay, na kwa upande wa battery simu hii pia inakuja ikiwa na elfu tano mAh. So ni elfu moja eh, chini ya Infinix, ndio bana I say. Lakini pia elfu tano si haba, kwa sababu simu nyingi kali sana ambazo unazifagilia na unazifahamu na unaona watu wanatembea nazo una una na wanazurura na machaja mtaani hazifiki hata hii elfu tano mAh kwa upande wa battery. Simu hii inakuja ikiwa na Android 13 ambayo inakuwezesha kufanya kazi ngumu na nzito kwa ufanisi freshi bila mikwamo, au sio? Yani very smooth. Bei ya Xiaomi Redmi 13C ni shilingi laki tatu kwa pesa za Kitanzania, yaani bei ya simu hii inaanzia hapo laki tatu. So kama utapata, utakutana na muuzaji mwenye tamaa kidogo, ndo unaweza ukauziwa maybe laki tatu na ishirini, lakini bei ya elekezi ambayo mi nakupa ni laki tatu. Anyway, namba tatu ni Samsung Galaxy A06. Bei ya simu hii ni laki mbili na elfu tisini tu kwa pesa za Kitanzania, lakini muundo wake pia si mbaya, ni muundo mzuri. Nyuma inakuja ikiwa na macho mawili, na kama ambavyo tunajua Samsung ni moja kati ya kampuni ambazo zinaaminika sana. So, Samsung wakikuletea bidhaa haina mashaka, ndio. Kwa upande wa RAM, simu hii inakuja ikiwa na 4GB na 64GB kwa upande wa storage, lakini pia kulingana na budget yako unaweza ukaipata kwa mia GB ikiwa na ram ya 6GB pia simu hii inakuja ikiwa na kamera yenye megapixel hamsini. Pia so Samsung akikuambia megapixel hamsini, basi hujua hilo ni balaa zito sana. Na jicho lake la pili linakuja likiwa na megapixel mbili. Ina uwezo wa kushuti frame rate eh, 30 kwa 1080, lakini simu hii ni balaa, kwa sababu so, pia inapanda mpaka frame rate 60 wale content creators, i think wanaelewa vizuri pale ambapo nawaambia frame rate 60. So kama wewe ni content creator na budget yako imebana sana, basi tafuta laki tatu, nenda kachukue simu hii ambayo itakuwezesha kushoot vichupa vikali sana, na selfie camera yake like ina megapixel nane, au sio? Betri ni elfu tano mah, so pia inakaa na chaji kwa muda mrefu tu na utaweza kuitumia katika matumizi yako yote. Android yake ni 14 na inapokea upgrade mpaka mara mbili kwa android za juu yake. Bei ya simu hii ni laki mbili na elfu tisini tu kwa pesa za Kitanzania katika maduka mengi ya Bongo. Bana, watu wa Google Pixel, sijawasahau. Namba tatu ni Google Pixel 3. Hii ni moja kati ya simu ambazo pia inakupa quality nzuri sana ya picha kwa bei ambayo ni rahisi sana, mtanzania yoyote anaweza akaimudu. Lakini muundo wa simu hii pia ni very simple, ni simu fulani hivyo ambayo very portable, muundo wake ni mzuri sana Mtu anaweza asijue kuwa ni Google Pixel akahisi iPhone kama ajaona ile nembo ya Pixel pale. Anyways, RAM ya simu hii ni 4GB inakuja ikiwa na storage ya 64GB lakini pia unaweza ukaipata ikiwa na storage ya mia moja ishirini na nane GB kulingana na budget yako au sio? Main camera ni megapixel kumi na mbili. Lakini si ajabu simu hii ikawa inapiga picha kali kuliko simu hizo ambazo tumetoka kuziona zenye mpaka megapixel hamsini. Kwenye vitu ambavyo Google Pixel wamefanikiwa ni kamera, elewa hilo. Kuna bifu ambayo liliibuka hapo katikati kati ya Google Pixel na iPhone mpaka ikafikia wakati ukipiga picha kwenye Google Pixel, ukituma kwenye iPhone, basi ile picha haiwezi kufunguka, ama ukirecord video kwa Google Pixel, ukituma kwenye iPhone, ile video haifunguki. Na ikawa inatajwa kwamba iPhone wametishika na balaa la kamera za Google Pixel, so wameanzisha beef na kuamua kutaka kuipoteza Google Pixel. So wameanza kwa kuvunja ushirikiano kati ya simu za Google Pixel na simu za iPhone. Anyways, selfie camera ya simu hii ni megapixel 8 lakini pia na uwezo wa kushoot video mpaka 4K Elewa neno 4K yeah, utashoot 4K kwa frame rate ya 30, lakini 108 utashoot mpaka 120, yani 120 fps. So ukishoot 108 utapiga frame rate 30 ama 60 ama 120. Kwa wale ambao mjui maana ya frame rate, moja kati ya faida za frame rate ni kuweza eh, kupiga slow motion kwa kiwango kikubwa sana katika video zako. Bila video hiyo kugandaganda. Betri yake inakuja ikiwa na elfu mbili mia tisa kumi na tano mAh na betri yake ni non removable. Na hii ndio tafsiri na hii ndio tafsiri ya Mungu hakupi vyote. Google Pixel kapewa vitu vingi sana lakini kanyimwa betri ila si mbaya, betri yake hiyo unaweza ukaitumia kwa matumizi yako ya kawaida na maisha yakaenda kwa hapa, lakini lazima utembee na chaja. <laughs> Android ni tisa ambao pia unaweza ukaiupgrade mpaka Android kumi na mbili ok na bei ya simu hii ni laki mbili na elfu themanini katika maduka mengi ya nchini tanzania inacheza hapo laki mbili na themanini mpaka laki tatu na namba tano ni samsung a05 bei ya simu hii ni laki mbili na elfu hamsini au zaidi yani inacheza laki mbili na nusu mpaka laki tatu tucheki specification zake kwa upande wa muundo inavutia kwa kiasi chake au sio? Kwa upande wa kamera, simu hii inakuja ikiwa na megapixel 50 hamsini kwa kamera ya nyuma na ina uwezo wa kushoti 108 mpaka 60 frame rates, lakini kamera mbele ni megapixel 8. Okay? Uh, kwa upande wa storage inakuja ikiwa na RAM ya 4 uh, 3 GB na storage ya 32 GB, lakini pia unaweza ukaipata ikiwa na RAM ya 4 GB na storage ya 64 ama ikawa na RAM ya GB 4 na storage ya mia moja ishirini na nane GB au RAM ya GB sita, kulingana na ya, budget ambayo huo utakuwa nayo, kwa sababu simu hizi zinapatikana kuanzia laki mbili na nusu mpaka laki tatu. So bajeti yako ndio itakayoamua uchukue ikiwa na uwezo gani, si ndio? Android yake ni kumi na tatu. So inapiga kazi very smooth bila kustack bila mizengwe yoyote ile, okay. Na namba sita ni Tecno Spark 5. Simu hii inakuja ikiwa na storage ya GB thelathini na mbili na RAM ya 2 GB, lakini kamera yake main camera, ni kamera ya nyuma ni megapixel kumi na tatu lakini kamera yake ya mbele ni megapixel nane na ina uwezo wa kushuti frame rate thelathini kwa 1080 pixel, yani full HD, au sio? Anyways, Android ya simu hii ni 10, eh, lakini pia storage yake ni sitini na nne GB, inakuja ikiwa na RAM ya 4 GB, lakini pia unaweza ukaipata kwa GB mia moja ishirini na nane kulingana na budget yako. Main camera ni megapixel kumi na tatu lakini kamera eh, ya mbele ma selfie ni megapixel tano eh, bana So simu hii pia inakuja ikiwa na betri yenye mah elfu tano na mia tano lakini android ya simu hii ni 14 ambayo pia inapiga kazi fresh bila mikwamo wala mikwaruzo yoyote. Okay. namba nane ni Tecno Spark 10C. Simu hii bei yake ni laki mbili na elfu sabini tu kwa pesa za Kitanzania, lakini design yake ni kali kinoma noma kama ambavyo unaona nyuma. Pia inakuja ikiwa na macho matatu, au sio? So ni mwendo wa kuvimba tu Simu hii ni ya mwaka elfu mbili na ishirini na tatu so ni moja kati ya simu ambazo si ya zamani sana okay. Na memory yake yani storage ni GB mia moja ishirini na nane inakuja ikiwa na RAM ya 4 GB, lakini pia unaweza ukaipata ikiwa na RAM ya 8 GB kulingana na eh, bajeti yako. Inakuja ikiwa na megapixel kumi na sita kwa upande wa kamera ya nyuma, na mega, eh, kamera ya mbele ni megapixel nane okay. Simu namba tisa ni Infinix Smart 9 simu hii bei yake ni shilingi laki mbili na elfu sabini mpaka laki tatu inacheza hapo kati au sio? Lakini kwa upande wa Android simu hii inakuja ikiwa na Android kumi na nne ambayo kuwezesha kupiga kazi fresh bila mikwamo yoyote. Main kamera ni megapixel kumi na tatu yani kamera ya nyuma, lakini kamera yake mbele ni megapixel nane. Kwa upande wa betri, simu hii inakuja ikiwa na, na elfu tano mih so unapiga kazi fresh bila shida yoyote bila stress zozote zile za kuishiwa chaji katikati ya kazi au sio? Okay. Na kwa upande wa mwaka simu hii imetengenezwa mwaka elfu mbili na ishirini na nne Septemba ishirini na tatu so bado ni moja kati ya simu mpya e, ni modern design. Na mwonekano wa simu hii ni mzuri sana, hii ni moja kati ya simu zenye muonekano mtamu kinoma noma kama ambavyo unaona, au sio? Okay, last but not least ni Oppo A17K. Bei ya simu hii ni laki mbili na elfu sabini na simu hii inakuja ikiwa na kamera yenye megapixel nane kwa upande wa kamera ya nyuma, lakini kamera mbele nakuja ikiwa na megapixel tano, battery ni 1500 mAh, lakini kwa upande wa Android ni kumi na mbili. Simu hii ni ya mwaka elfu mbili na ishirini na mbili lakini pia moja kati ya simu ambazo wamezingatia muonekano. Kwa upande wa design, hapa unakuwa umefanikiwa kwa kiasi kikubwa sana. Kwa upande wa storage, simu hii aa na 64 GB na RAM ya 3 GB. So, hiyo ndo list ya simu kumi za bei poa sana lakini zenye kamera kali kinoma noma. Bei za simu hizi ni laki tatu kushuka chini, na usiniulize utaipata wapi. We nenda kwenye duka lolote lile la simu, kisha waambie Chaz Skills ameniambia kwamba bei elekezi ya Google Pixel 3 ni shilingi laki mbili na e Manini. Ama bei elekezi ya Infinix Smart 8 Plus ni shilingi laki mbili na sabini. Ni peni simu hela yenu, hii hapa utapata simu bila shida yoyote ile. Kama umetoka na chochote kitu kwenye video hii, basi hii subscribe channel hii, kwa sababu kila siku nitakuwa nikikudondoshea video zinazohusu masuala ya teknolojia ambazo zitakuwa zikikupa maarifa pamoja na taarifa zitakazokusaidia ku kurahisishia maisha yako ya yeah, kila siku. Subscribe right now.